Ba, walimu wanagenzi wa shule za sekondari msingi humu nchini wanatishia kugoma kuanzia Januari mwaka ujao, wakiitaka serikali kuwapa ajira ya kudumu. Walimu hawa wanasema walitarajia kuajiriwa baada ya kandarasi yao mwaka mmoja kukamilika mwisho wa mwaka huu, lakini hadi sasa hakuna mwelekeo. Walimu hawa wanalalamikia kufanya kazi sawa na walioajiriwa, ila wanalipwa mishahara duni kama anavyotueleza mwanahabari wetu Gatete Njoroge. Kutoka Nairobi, Kiambu hadi Nyahururu, walimu wanagenzi wa shule za sekondari msingi walijitokeza kulilia kile wanachodai kuwa haki yao. Walimu hao wanahudumu chini ya kandarasi ya mwaka mmoja inayokamilika mwezi Disemba mwaka huu, kilio chao kikiwa kwa serikali kuwapa kandarasi za ajira ya kudumu. We are not going back to class. Teachers, there will be no next year. Hakuna vile mwalimu ataingia kwa darasa akiwa na changamoto mbalimbali. Wanadai kulikuwa na mapendeleo kwenye uwajiri wa walimu mapema mwaka huu kwani baadhi waliajiriwa baada ya kuhudumu kwa mwaka mmoja, huku wao wakitakiwa kutoa huduma kama wanagenzi kwa miaka miwili. Kama wataajiri walimu wengine we will have 40,000 interns and we are not going to stand and await that. Kwa hivyo sisi tunasema walimu waajiriwe. They are the pioneers of STEM. Rais anasema tena ati waliagana wakaagree na wakapanga 12 months. Kilio kingine ni mshahara duni, wanayosema hautoshelezi mahitaji yao, wakisema wamesalia kutaabika shilingi el elfu kumi na saba. Mimi mahali naishi nyumba ambayo inaweza kumudu kuishi vizuri ni elfu saba. Sababu ukilipa saba umebakia na kumi mwezi mzima uta, ni aje utaishi na elfu kumi kweli? There is a difference between cheap labor and the intern program that we know. Hii maneno ya intern kwa sisi it is like you are having cheap labor. Rais William Ruto wiki jana alitangaza kuwa serikali itawaajiri walimu wanagenzi walioko sasa baada ya miaka miwili ya kutoa huduma. Assurance ya every intern ni kwamba ikimalizika miaka miwili hakuna negotiation unakuwa permanent and pensionable. So I want you to give assurance to every intern. Ya kwamba, tuyasikisha, hakuna ku, ku, kuulizana. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.